Moja kwa moja tuanzie hapa Dodoma ambapo timu ya manajementi ya halmashauri ya jiji la Dodoma imefanya ziara ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo katika shule mbalimbali ikiwemo shule ya sekondari Hazina, shule ya sekondari Makole, shule ya msingi Msalato Bwawani, shule ya msingi Chihoni na shule ya msingi Mbwawala. Lengo la ziara hiyo ni kuhamasisha umaliziaji wa miradi hiyo kwa wakati kama ilivyoainishwa kwenye mikataba ya ujenzi. Katika ziara hiyo timu imekagua ujenzi wa madarasa pamoja na matundu ya vyoo katika shule hiyo. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mkuu wa kitengo cha mawasiliano serikalini ofisi ya mkuu wa mkoa wa Dodoma Francisca Mselemu amesema serikali ya Tanzania inaendelea kuboresha miundombinu ya elimu ili kuhakikisha wanafunzi wanapata mazingira rafiki na bora ya kujifunzia. Kwa kifupi tumetembelea shule tano, ambapo katika shule hiyo miradi mbalimbali inatekelezwa. Iko miradi ya madarasa, iko miradi wa, m, m, wa, ma, ya uchimbaji wa matundu ya vyoo. Kote huko tulikoenda, miradi inaendelea vizuri, na labda niseme tu kwa wananchi kwamba serikali i, iko kazini, serikali inafanya kazi, lengo kubwa likiwa ni kuimarisha miundombinu ya elimu na miundo mbinu mbalimbali, ili kuwawezesha wananchi kupata huduma stahiki na kwa wakati. Kwa upande wao baadhi ya walimu wakuu kutoka shule ya sekondari Hazina Makole na shule ya msingi Msalato Bwawani wamesoma taarifa za utekelezaji wa miradi hiyo na kuelezea hatua zilizofikiwa. Shule ilipokea jumla ya kiasi cha fedha za Tanzania shilingi milioni 26 laki mbili. Mradi huu ulianza kutekelezwa kuanzia Machi 2023 hadi leo, katika awamu tofauti tofauti. Kazi zilizopangwa kufanyika kwenye umaliziaji wa vyumba viwili vya madarasa ya kwanza ni kuweka uwekaji wa vigae uwekaji wa vigae vya sakafu pamoja na grout. Kazi ya pili, upakaji wa vanishi milango na frame. Kazi ya tatu, kuweka mikanda ya jipsam na marekebisho yote ya ndani. Kwanza kuna kupiga plasta kuta za nje na ndani sehemu zilizokuwa zimeharibika, kuskim kuta zote za ndani na nje katika sehemu zote, kugonga sakafu iliyopo kwa ajili ya kupokea vigae, kuondoa dari na mbao chakavu katika madarasa hayo mawili. Naye mchumi kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma, Harold Jeremia, amewapongeza walimu kwa usimamizi mzuri wa ujenzi wa madarasa katika shule hiyo tumekuja Shule ya Msingi Msalato Bwani, tumekuja kutembelea umaliziaji wa madarasa mawili ambayo alikuwa amepewa milioni saba. Kama tunavyoona shughuli inaendelea vizuri, na almost wiki ijayo Jumatatu madarasa yetu tutakabidhiwa. Kwanza moja, tunampongeza mwalimu kwa usimamizi mzuri wa mradi, na hata mafundi pia tunapongeza kwa usimamizi mzuri, kwa kwa utekelezaji mzuri wa mradi.